Ushauri huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Mbeya, mkuu wa wakili Beno Malisa, wakati wa zoezi la uzinduzi wa ugawaji wa shajara ya elimu kwa maafisa elimu wa kata, maafisa elimu wasaidizi, wakuu wa shule, walimu wakuu, wadhibiti bora wa elimu, maafisa wa tume ya utumishi wa elimu wa mkoa wa Mbeya, shajara ambayo imebeba malengo ambayo yameainishwa kwenye mitaala. Kwa hiyo ni waombe, e, kaeni na hawa walimu hata kila baada ya miezi mitatu au sita informally tukae nao, kunyweni chai, zungumzeni nao, mtapata mengi, mtagundua shida iko wapi, na mtawasaidia nao kukua, ili na nyinyi mnapo phase out mmeacha kizazi ambacho ni cha walimu wenye maadili, walimu wenye eh, maadili. Eh, wako wenye bahati naweza kusema amezaliwa nayo lakini mimi naamini ni makuzi. Ni makuzi na malezi, na malezi sio nyumbani tu, ni pamoja na maeneo yote unavyo. Hata mimi ni RC lakini, hapa napata malezi kutoka kwa walionitangulia na wenye uzoefu walioko, tunaofanya kazi pamoja kila siku. Kwa upande wake, afisa elimu wa mkoa wa Mbeya mwalimu Kiduma Mageni akizungumza na wanahabari amesema kuwa shajara hiyo ni nyenzo muhimu katika ufundishaji kwa kuwa inatia mkazo wa malengo ya mwanafunzi kuanzia ngazi ya awali, kuanzia mwanafunzi wa elimu ya awali mpaka form 6 kuna malengo, kwa hiyo unasisitizwa mwalimu anapofundisha afundishe kwa malengo kwa kila anapoingia kwenye kipindi, na anapomaliza mwaka mwanafunzi anahama kutoka darasa moja kwenda darasa jingine. Kwa hiyo hizi shajara za elimu zime ni dhana ambayo inasisitiza ufundishaji na ujifunzaji kwa malengo. Nao baadhi ya walimu akiwemo Mwalimu Mkuu wa shule ya msingi Juhudi, Mwalimu Mtimi Kabuje na Mwalimu Gloria Nichelewa ambaye ni afisa elimu wa kata Isese wanaeleza umuhimu wa shajara hizo. Ina mchango mkubwa sana kwenye utendaji wa kazi, kwa sababu lengo la shajara kwanza inaonyesha ina, ina malengo ya ufundishaji na ujifunzaji wa mwanafunzi na mwalimu pia. Kwa hiyo ina, kwanza ina, inasaidia kuinua taaluma ya mtoto, lakini pia na malengo ya mwalimu aliyojiwekea akiwa shuleni kwa somo lake analofundisha. Yote ni katika kupandisha elimu ufaulu wa wanafunzi wetu ili wanapotoka katika levo zote za elimu ikiwa primary, secondary, o level na advance, ili waweze kuendelea kujikimu na maisha, kama tunapofahamu sasa hivi tuko katika mpango wa elimu wa ku... elimu wanafunzi kuweza kujitegemea competence based aweze kutumia yale maarifa yanayopewa katika maisha yake ya kila siku, lakini pia katika nyanja mbalimbali za kielimu, kuendelea na elimu ya juu. Nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Jacqueline Mwangama, Clouds TV.